Mheshimiwa Hussein Bashe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuandika ujumbe mara baada ya muda mfupi wa baraza la mawaziri kuweza kutangazwa rasmi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mheshimiwa Hussein Bashe ameweza kuandika ujumbe unaosomeka kwa kusema: Salamu ndugu zangu, natumia nafasi hii kumshukuru Allah kwa kila jambo na kwa baraka zake katika safari yangu ya utumishi Namshukuru sana Mheshimiwa Rais dr Samia Suluh Hassan kwa imani kubwa aliyonionyesha katika kipindi chake cha kwanza cha uongozi kama naibu waziri, na baadaye kuniteua kama waziri wa kilimo, na heshima niliyothamini kwa moyo wangu wote, na ninaendelea kuwa mwenye shukurani kwa nafasi hiyo ya kuwatumikia Watanzania. Natoa pongezi za dhati kwa ndugu Daniel Godfrey Chongolo kwa kuaminiwa na kuteuliwa kuwa waziri wa kilimo. Namfahamu kama mkulima na mzalendo. Nina uhakika atamsaidia Mheshimiwa Rais kutimiza matarajio ya Watanzania. Vilevile nampongeza ndugu yangu David Silinde kwa kuendelea kuaminiwa kama naibu waziri. Sina mashaka naye, mzazi, najua atakuwa msaada mkubwa kwa waziri wake. Nawashukuru pia watumishi wote wa wizara ya kilimo kwa ushirikiano wa hali ya juu mlionipa katika kipindi cha miaka sita. Nawatakia heri na fanaka katika kuendelea kutekeleza majukumu yenu ya kuwatumikia Watanzania. Asanteni sana. Let's slide, turudi shambani na akamalizia kwa kuweka alama ya kopa kwa kuashiria upendo, na huu ndio ujumbe ambao ameweza kuuandika Mheshimiwa Hussein Bashe kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ni kusihi tu mtazamaji uendelee kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi zitakazokuwa zinajiri.